Awali ya yote ni pende kutoa pole kwa madhira yote ambayo yamejitokeza katika nchi ya Tanzania kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano uliokuwa umefanyika tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano Jana tarehe tatu mwezi wa mwaka 2025, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameapishwa kule katika jiji la Dodoma Chamwino, na nimeona nitangulie kutoa utangulizi huu kwa kifupi sana, lakini niseme kwamba kama Nyikani TV, kwanza tuna omba radhi kwa kutokuwa Uh, hewani kwa siku kadhaa zaidi ya siku tano kwa sababu ya sababu ambazo hazikuweza kuzuilika kutokana na mtandao wa internet kuzimwa katika nchi ya Tanzania kufuatia mambo ambayo yalikuwa yanaendelea. Jambo la pili ambalo nataka kusema ni kwamba uh, hili sioni kama ni jambo jema ambalo limejitokeza na niombe ili lisichukuliwe kama funzo, bali lichukuliwe lisichukuliwe, uh, kama mbegu iliyopandwa, bali lichukuliwe kama somo la uh, kusonga mbele, lakini kuona kwamba nguvu uh, nguvu haina nguvu kuliko hekima. Ninasema nguvu haina nguvu kuliko hekima, kwa sababu ninaamini kwamba hekima inaongoza kila kitu. Hekima inasuluhisha kila jambo. Hekima inamaliza mambo yote. Kwa hiyo huko tuendako, huko tuendako, ikiwapendeza na ikitupendeza sisi sote kama Watanzania, tuchague mambo kadhaa ya kwenda nayo. Jambo la kwanza, tuchague sisi kama viongozi, tuchague kuwa waadilifu sana kwa hapa tulipofikia, tuchague viongozi kuwa waadilifu sana. Viongozi tukiwa waadilifu, naamini jamii yetu itatuamini sana, na kuna jambo ambalo litajitokeza kama uaminifu wetu na uadilifu wetu jamii inauona na kwa macho kabisa, yani uaminifu uonekane na uadilifu uonekane katika jamii lakini jambo la pili ambalo kama taifa tunapaswa kuchagua, ni muhimu sana sisi kama viongozi, ni muhimu sana sisi kama viongozi uh, usijaribu kumwacha mtu nyuma katika kufurahia nchi. Naomba nirejee sentensi hii, naomba kama viongozi, sisi viongozi wa nchi ya Tanzania usijaribu kumwacha nyuma mtu katika kufurahia nchi. Kuna vitu viwili ambavyo ni muhimu sana tusivichanganye. Kuna kitu kinaitwa raha, alafu kuna kitu kinaitwa furaha. Raha na furaha ni vitu viwili tofauti. Raha mtu anaweza kajipa mwenyewe, na ndio maana utasikia katika misemo kadhaa ya mtaani wanasema kwamba raha jipe mwenyewe, lakini furaha Raha mtu hawezi kujipa mwenyewe, ni mifumo hii. Ni swala ambalo linahitaji mfumo wa sisi viongozi kuto kumwacha nyuma mtu yeyote katika kufurahia matunda ya nchi yetu ya Tanzania. Ni muhimu sana, ni muhimu sana, ni muhimu sana ikitupendeza, lakini ni muhimu sana kwa sababu haya yaliyotokea huenda na chembe chembe ya vitu vilivyotolewa katika vitu viwili ni hivyo, vitamka jambo la kwanza, huenda sisi viongozi sio waadilifu, sio waadilifu. Jambo la pili, huenda sisi viongozi na waacha baadhi ya watu nyuma katika kufurahia matunda ya nchi yetu, jambo ambalo nasisitiza kwamba ni muhimu. Sasa endapo tumeanza ukurasa mpya kweli Bas ni vema ni vema ni vema usimwache nyuma katika kufurahia uh, nchi yetu mtu yeyote Tanzania yeyote, huko kwendako, kwa sababu maisha haya hayaishii leo kwenye kizazi. Mimi ninaweza kuishia leo, wewe mwenzangu, kiongozi mwenzangu, unaweza kuishia leo, lakini maisha haya yanaendelea kizazi na kizazi hivyo ni muhimu sana, naendelea kusisitiza sana kwenye eneo hili la kutokumwacha nyuma mtu katika kufurahia matunda ya nchi yetu. Jambo la tatu ni uh, waombe viongozi wenzangu, ni waombe viongozi na waomba kwa unyenyekevu mkubwa kabisa, kuwafuta watu machozi kutokana na haya ambayo yametokea. Ni waombe sana, ikiwapendeza wafute watu machozi. Naamini takwimu za watu walioumia zaidi, nasema walioumia zaidi, kwa sababu ninaamini watanzania wengi wameumizwa au wa wameumia kwa namna moja ama nyingine. Wengine wameumia kwa sababu walikaa ndani, wengine wameumia kwa sababu wamepigwa wengine wameumia kwa, uh, wa, wa, kwa sababu kuna sababu mbalimbali uh, na kila mmoja ana sababu yake kwa namna moja ama nyingine. Sitaki kusema sana kuhusiana na watu waliofariki kwa sababu kuna statement ambazo zimetolewa, naomba nisizingilie huko. Na mheshimiwa Rais amesema kwamba baadhi yao walikuwa sio kutoka ndani ya nchi, walikuwa wametoka kwenye mataifa mengine, kitu ambacho kinaendelea kutafakarisha lakini hilo naomba nisiliguse sana, ila haya mawili ya mwanzo niliyoyasema, naomba akitupendeza sisi viongozi tuyazingatie. Jambo la mwisho siko muhimu ama ni muhimu likawepo katika kumbukumbu kumbu hii, ni kwamba niwaombe sana wananchi wenzangu kuwa na utulivu, kuwa na mioyo ya msamaha, kutopanda mbegu hii vibaya katika mioyo yetu, niwaombe waombe sana ni waombe sana nafahamu, yaliyotokea lakini hatuna namna. Kikubwa nilikuwa ninawasii wananchi, ninawasii viongozi wenzangu, Tanzania yetu hii inayo kesho, nijitahidi sana nijitahidi sana kumwacha nyuma mtu katika kufurahia nchi yetu. Asante, na ninakutakia wakati mwema mtazamaji wa Nyikani TV Afrika.